Tanzania habari Afrika, juzi tulitazama mzaliwa wa kwanza ana ah, vita vingi, lakini leo nataka nikupitisha sehemu chache kidogo kuhusu mzaliwa wa kwanza. Kwa nini nilisema kama wewe ni mzaliwa wa kwanza, kama wewe ni last born au una kitu kipya cha kwanza kukifanya kwenye familia unayotoka basi unatakiwa uombe sana. Ndio leo nataka nikuonyeshe. Leo nitadili na mzaliwa wa kwanza peke yake. Mzaliwa wa kwanza ni kioo cha wengine wote, kama akikosea, wengine wote ukosea pia, bila kuwa na neema ya Kristo. Iko hivi, mzaliwa wa kwanza sio tu mtoto, ni kioo cha wengine wengine wote wanajitazama kwake. Mzaliwa wa kwanza hatazamwi kama mtoto peke yake, anatazamwa kama kioo. Wadogo zake na wengine wote huwa wana tabia ya kuangalia yeye anafanya nini. Kwa mzaliwa wa kwanza akikosea yako mambo mengi sana yanashindwa kuenda katikati. Kwa nini? Kwa sababu ya makosa ya mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza pia ni lango la kiloo au ni spirichopoto ni maingilio la kiloo ambalo kupitia yeye wengine wote wanafuata. Mzaliwa wa kwanza ni spirichopoto, ni mlango wa kiloo ni mlango ambao aidha unaweza ukaja na neema ya familia kama utapita katika njia sahihi, au ukaja na magumu ya familia. Mzaliwa wa kwanza ni mtu muhimu sana kwenye familia kuliko kitu kingine. Msikilize Mungu anasema nini, kutoka kusoma Kutoka 34:19 Mungu anasema mzaliwa wa kwanza wa kila tumbo ni mali yangu. Naelewa kwa nini Mungu anasema mzaliwa wa kwanza wa kila tumbo ni mali yangu, pamoja na wazaliwa wa kwanza wote wa kiume wa mifugo yako, ikiwa ni ng'ombe au kondoo au mbuzi. Mungu anasema mzaliwa wa kwanza wa kila tumbo ni mali yake. Kwa nini? Kwa sababu ndiko spili chopoto iliko, ndiyo njia ya kwanza kabisa baada ya agano la ndoa Mungu kuanza kupitia huyo sasa. Bahati mbaya kwa sababu ni sipiri chopoto, ni lango la kiloo shetani.